Ingekuwa vizuri kama wale watu walipanga katiba ya Kenya ya kwamba tukue na serikali na tukue na upinzani. Ningependa kuuliza swali. Ile mheshimiwa Ruto aliuliza siku nyingine wakati Uhuru alishikana na Raila akauliza, ni serikali imeingia kwa upinzani ama ni upinzani imeingia kwa serikali? Gani ndio gani? Inaitwa e mongrel. Mnajua mongrel? Mongrel ni umbwa ambaye julikani kama ni German Shepherd, kama ni Rotwela, kama ni Bulldog. Mongrel kwa tunaitanga kulu. Mnajua kulu? Kulu inaelewa lugha yote, ukiita na Kikale inakuja, ukiita na Kibukusu inakuja, German Shepherd unaita na Kizungu. Wakati President Ruto aliunda serikali, it was a very strong government Ikafika mahali maandamano ikaja kidogo, wazia, asufuria, ile wazee awaziasufuria haikutingika. Ile kitu ilikuja kutingiza serikali ilikuwa ni maandamano ya Gen Z, si ndio? na Gen Z walikuwa wanauliza ajira, employment, walikuwa wanauliza opportunities, walikuwa wanauliza mwisho wa ukabila, walikuwa wanasema they are tribeless, ama mimi nadanganya? Walikuwa wanasema mambo ya ushuru ishuke chini. Hakuna mahali Gen Z walisema kwamba viongozi washikane pamoja, upinzani uvunjike, watembee pamoja.